Bwana, achana naye ndio. Hata kama rafiki yako ni rafiki Kenya, huyo ni rafiki kobla, huyo anatema sumu kwa maneno yake, ndio, ili nawao waanguke. Achana nayo, jitu liache. Unakuta nakuja kutumia aweza, anakuambia leo usiende kanisa, twende kuna kanisa fani kule wanaombea, ndio, anaongea tena ni mtumishi mwenzako.

Ndiyo. Sasa kofi yake naye anakupiga paa. Eh. Uh, yeah. Idadi imeongezeka tayari. Amen. Sio, msikilize. Ndiyo. Aende kanisa. Amen. Leo naambiwa achana na huyo mtu. Amen. Usimsikilize. Wa kumsikiza wewe ni baba Mzee wa Yesu, yeye ndiye aliyoku

Utakubali tu kabisa, hata kama watake, utakubali tu. Amina, utakubali tu. Amen, haleluya kabisa. Amen, chochote walichokichukua, hiyo wewe mwanafunzi ndio hiyo, si mwanafunzi? Chochote kilichochukuliwa, kilichopelekwa kwa mtanga wa jaji, ndio ili wakukonekti kuzimu, ndio ili wakuficha kuzimu. Amen, ili unashe kuzimu Leo ndio nafsi yako imetoka. Kama ni wanafunzi, ndio ulikuwa una akili shule, ndio mwalimu akifundisha ungeelewelewi. Kumbe kuna mjanja mmoja aliba daftari yako akapeleka kwa mganga wa kienyeji, ili kwamba nafsi yako ifichwe kuzimu, ndio.